Tu watu kubali, wana tu wanatuonaje. Tunakanyaga kiasi hicho. Kuna kijana mmoja ambaye walifanyika hivi uchumba wakapeana maelekezo kila kitu. Kwenda siku hiyo kwenda kufunga ndoa, akaanzia nyumbani kwao, akakuta amebandika hiki, amebandika hiki, amebandika hiki. Kila mahali amejaradia. Alikuwa na rafiki zake na yule best man. Akaambia umekuaje? Anasema unajua, unajua shangazi. Eh, sijana alisema leo siku yako eh, usiwe mshamba. Kasema lakini situlizungumza, wewe ulionekana mtu mwema sana, na tukakubana maisha yetu yanakuwa siku zote mbele za Bwana, kwa nini umeruhusu hicho? Hanajibu akamwambia, I'm very sorry kwa muda wote, leo ilikuwa ni siku yetu ya kuunganishwa na Mungu, ila nimeheshimu uchaguzi wako. Endelea na ratiba nyingine, hakuna ndoa Alirudi kanisani akamwambia mchungaji, pastor, hakuna ndoa leo, akiexplain kama anaweza kubetray Mungu wake wakati huu. Wewe ni nani? Baadaye wewe utakuwa nani? Nilichumbia dada mmoja ambaye sikuweza kumwoa kwa sababu fulani. Zimebaki dakika chache ili sasa niseme huyu ni mchumba ni mwintrodusi kwa familia yetu nikagundua ya kwamba yeye ni adui na familia yao. Baba na mama walishafariki akiwa mdogo, na yeye ndio mkubwa kwao, ana wadogo zake, ni mkubwa. Hana mawasiliano na baba wadogo, baba wakubwa, kila shangazi na nani. Nilipomuuliza akasema, unajua, inaonekana walihusika na kifo cha wazazi. Umejuaje? Maana wamekufa akiwa yeye mdogo, pia asingeweza kujua yote, amesimuliwa. Nikamwambia sawa, huenda walikusimulia tofauti, lakini hata kama ingekuwa ni kweli, Christianity means forgiveness. Kama tutaishi hivyo hivi, ndoa yetu itakuwaje? Ina maana hatuwezi kwenda kwenu wala kwenu hawatakuja kwetu, hasa hiyo ndoa itakuwaje? Kwa hiyo nipo ni mweleza mambo mawili, kama Kristo anasema tusamehe, lakini pia siwezi kuwa, kuwa na ndoa ambayo ni upande wetu tu, huko hakuna. Kwa hiyo baada ya mazungumzo, tukakubaliana ndani ya miezi mitatu aende, atoe msamaha, akakubali. By then nilikuwa Morogoro miaka tisa na kitu. Haka tukakubaliana, mimi nikaenda zangu. Baada ya miezi mitatu tulikutana, namuuliza na mwenzangu, vipi, kimya, ulifanikiwa kwenda labda, kuna mpango zaidi ya hapo, haelezi. Mm. <laughs> Kasema, huyu atanitia kitanzi. Maana yake kama hawezi kusamehe ndugu wa baba yake huu I am, am i huyu, nikimkosea hata samehe moja mbili, kama anaitwa Mkristo na hawezi kusamehe, huyu ni mpagani. Timua, nilitimua mpaka leo hii, nimwambia niwie radhi kwa muda wote tulio kuwa tunafanya katika mahusiano ili baadaye sasa tukomfamu kwa wazazi kwamba uwe uchumba. Lakini katika hili hauna namna utakachofanya, na unieleze, labda ulishkwama kwa hiki na kile, na useme una mpango gani. Nimeheshimu maamuzi yako, uhusiano wetu utaishia hapa. Ninazungumza ambacho nilizungumza straight, lakini nikamwambia, bado una nafasi ya kusamehe, ukichagua utasamehe kama Mkristo utahitaji ufanye hicho kitu na Mungu atakujalia mwanamume mwingine. Baada ya miaka minne nilikuja kusikia ameolewa na si muadventista. Usi undermine signals.